Ni siku nyingine tena wanamichezo, tunakutana ndani ya Mpenja TV na ajenda ni moja tu. Hapa tunazungumza michezo eh, hey, tunazungumza michezo Tanzania, tunazungumza michezo Afrika, tunazungumza michezo duniani kote, na sauti unayosikia ni Latifa Anafi, anayekuletea picha hizi kwa ubora ni Miahudi Poison Can. Mpenja TV, tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa White Skim Wall Pot kutoka Magic Builders. Hivi sasa ukiwa unataka kuweka rangi kupendezesha ukuta wako vizuri, hakikisha unaanza na White Skim Wall Pot kutoka Magic Builders, ambayo ubora wake hauna longolongo -longo. Yani, kama eneo unalojenga lina asili ya majimaji, dawa yake ni White Skim Wall Pot kutoka Magic Builders. ili ukuta wako pia ukae muda mrefu upendeze, hakikisha unatumia White Skim Wall Pot kutoka Magic na nayo siri moja ambayo nataka ni kumegeni kuhusiana na Magic Builders ambavyo imeweka misingi imara mpaka hivi sasa tunavyozungumza. Uh, Magic Builders inamsimamia mafundi zaidi ya laki sita nchini kote, lakini pia tumeshuhudia hivi karibuni uh, Magic Builders ikipewa tuzo na chama cha mafundi pale Kahama ambacho kinafahamika kama cha mauka eh, wakiwapa tuzo kuonyesha tu kwamba wanathamini kile ambacho wanakifanya, na kuwapa tuzo hiyo kuonyesha kwamba endeleeni kukifanya ambacho mnakifanya kwa sababu Tuna kikubali wewe unakwama wapi? ukiwa ni baba mwenye nyumba e, ili nyumba yako ipendeze na ikae kwa muda mrefu bila kuifanyia ukarabati, hakikisha unatumia white skim wall pot kutoka Magic Builders. Lakini mbali na hayo tu e, nazo habari njema kutoka kwa Mandasi. So hivi sasa hakikisha, e, unatumia smartphone bwana. Yani ule mchezo bana, mimi sina line mbili, natumia line moja, moja a, kwa sababu na simu moja unaweza ukawa na mitandao yote lakini pia kwa kuongeza simu ya mkopo eh, kutoka kwenye maduka ya Mandasi Store maduka ya Mandasi Store yanapatikana karibu nchi nzima hii ya Tanzania, kwenye mikoa yote Mandasi Store wapo. Cha kufanya ili upate simu kwenye maduka ya Mandasi Store unakwenda na vitu viwili, vitu viwili hivo, namba moja, ni vitambulisho. aidha kitambulisho cha kupiga kura eh, kitambulisho cha NIDA ama cha taifa lakini pia leseni ya gari. na kitu namba mbili ni pesa kidogo kama kianzio. Yani, unakwenda na hivo vitu viwili kati ya vitambulisho hivo nilivyokutajia, ama pesa kidogo kama kianzio nzio cha kufanya, sogea karibu na duka la karibu yako la Mandasi Store ili upate simu hiyo wa kwanza e, kabisa uh, Mbali na hayo, nimekuletea hapa taarifa ya mwamuzi wa Tanzania Ahmed Arajiga, ameteuliwa na shirikisho la mpira wa miguu CAF kuwa miongoni mwa waamuzi watakaochezesha mchezo wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika CAF, uh, Confederation Uh, mchezo wa robo fainali ya Mabingwa Afrika, uh, CAF Champions League Pyramid ya Misri dhidi ya FC Rabat ya kutokea pale Morocco. Mchezo huo utachezwa kwenye uwanja wa Thelathini uh, June Cairo pale Misri, tarehe moja ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo eh, namna ambavyo waamuzi kutoka Tanzania wakiendelea kupasua mipaka hiyo kwa namna ambavyo wamekuwa wakipatiwa nafasi Ahmed Arajiga. Ee, hii imekuwa ni, ni kama mfululizo ama mwendelezo wa kupata nafasi ya kuchezesha mechi. Hapo nyuma tumeshuhudia akichezesha mechi za kufuzu michuano ya Afcon, lakini pia akichezesha michuano ya, ya Chan. Hivi sasa tunashuhudia akipewa mchezo wa Ligi ya Mabingwa na ni mchezo mkubwa tu, hatua ya robo fainali. Pyramid ya Misri dhidi ya FC Rabat kutokea pale moroko na. Uh, una maoni gani kuhusiana na hii, unaweza kuweka komenti uh, yako hapo, na tutakuja kuisoma kwa wakati mwingine. Mimi naitwa Latifa Anafi, anaeleta picha hizi ni miahudi, Poison izonekani. Mpenja TV tunazungumza michezo, sitaondoka hivi hivi, nitakuacha na habari njema kutoka kwa Parks Transportation Service. Hawa ni wakali wa kusafirisha mizigo kutokea Tanzania, uko Mwanza, unasafirisha mzigo, unataka ufike Dar es Salaam, ama uko Dar es Salaam, unataka ufike e, mzigo wako ufike Dodoma, basi hakikisha unasafirisha mzigo kwa kutumia Pax Transportation Service. Unaweza ukawaita PTS. Ofisi zao ziko Shekilango, lakini pia Mwenge, karibu na stendi ya mabasi pale Mwenge, lakini pia unaweza ukafika Kariakoo mtaa Mhonda, ili tu usafirishe mizigo kwa kutumia PTS. Sina la ziada. Tunazungumza michezo, hakikisha unakuwa wa kwanza kusubscribe.